Ongeleni sana milioni mia sita zikafanye kazi iliyokusudiwa. Vijana wa bodaboda boda, lazima muwe na leseni, lazima mvae kofia ngumu. Mshikaki punguzeni, maanake mshikaki unakuwa mrefu, unakuta pikipiki moja ina watu watano. Sasa hiyo hiyo tena imekuwa hatari kabisa, kwa hiyo punguzeni mshikaki, pikipiki ni piki ya watu wawili lakini kwa sababu mnataka vijana mrudishe mkopo wa Mwajuma yeah. Ndio, una, una na unachukua na msishaji kidogo yeah, lakini muangalie mtii sheria bila shuruti yeah. Na nyie vijana wa bodaboda ni askari, ni walinzi wa mkoa wetu wa Kilimanjaro, tunaelewana yeah? Vijana wangu wa habari, najua sasa mambo yatakuwa mazuri zaidi, tunataka tuone mwende kwenye vikundi hivi tulivyowapa pesa fanye mahojiano nao, mpite kwa mkurugenzi mpite, yani kila mahali, na sisi tuna habari za kusema. Mdomo hatulipi kodi, tunazungumza. Sawa ndugu zangu, na nyie kina mama na vijana na wale watu wenye ulemavu, twendeni tukafanya biashara vizuri, turudishe na Mwajuma anaelewa. Ukirudisha hela zake, yaani leo umepewa, ukirudisha miezi sita, anaweza kupewa nyingine nzuri zaidi. Naomba simwangushe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana, asanteni sana, Mungu awabariki. Kesho tunakwenda, leo tunaanza birthday ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mjitokeze tena wote, mvae sare za CCM. Hizi hela ni za nani? Ndio. Eh, Mama Samia, Mama Samia ni wa nani? Halmashauri yetu ya manispaa ya Moshi imeendelea kutekeleza maagizo yote ya serikali na maelekezo yaliyopo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi yote kikamilifu kabisa, na tumeendelea kufanya hivyo ni katika kutimiza wajibu wetu, lakini pia ni katika kuendelea kutekeleza maelekezo kama jinsi ambavyo nimesema. Tunakusanya mapato bilioni kumi na moja sheria na utaratibu, na, na tuhitaji asilimia kumi ya mapato hayo tuweze kupeleka katika vikundi vya wanawake, vijana pamoja na wenye ulemavu na tumefanya hivyo toka pale mwezi Novemba 2024 baada ya kuruhusiwa tena baada ya kusimama, na leo hii utakabidhi mikopo milioni mia sita na elfu tisini, lakini niko a kwamba katika mfuko ule bado pia zipo shilingi milioni 400. Changamoto tuliyo nayo ni kwenye marejesho. Hapa naomba nisisitize kwa msisitizo wa kipekee kabisa, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa utaendelea kutusaidia bado tunadai mikopo nje zaidi ya shilingi milioni mia tisa. Watu hawarejeshi kwa wakati, na moja kati ya changamoto ni watu kuenda kufanya biashara tofauti na zile ambazo wameziandikia, wameandika wanakwenda kufanya ujasiriamali, labda kutengeneza mikate. Baada ya hapo wanachukua zile pesa wanakwenda kuweka kwenye vikoba, kwenda kukopeshana kule, alafu wakati wa kurejesha tunapata ugumu kwenye kurejesha, kwa sababu hatuzalishi kwenye mtiririko ule ambao tumekasimia katika uanzishaji wa zile biashara. Sasa ni wasii sana wananchi wote wa wilaya ya Moshi na manispaa ya Moshi, wale ambao tunakwenda kukopeshwa, twende tukafanye biashara na shughuli zile ambazo tumeandika kwenye miradi yetu, kwa sababu utaratibu pia unatuelekeza hauruhusiwi kubadilisha mradi mpaka uje utoe taarifa, tufanye tena tathmini, tuone kama unaweza kufanya biashara katika mwelekeo ambao unaweza kurejesha ile pesa ya serikali. Kwa hiyo twende kwenye biashara ambazo tumezikasimia, ili kuhakikisha kwamba tunarejesha kwa wakati na hiyo shilingi milioni mia tisa, Mheshimiwa, mkuu wa mkoa tutaendelea kutafuta na wale wote, kwa mujibu wa sheria tutahakikisha pesa ile inarudi, kwa sababu huu mfuko ni wa kuzunguka. Tunakopeshana halafu, na wewe unarejesha na wengine wanakopeshwa, na zile ambazo tunakusanya tena kwenye mapato ya ndani ndio tunakwenda kwa wananchi. Kwa majina anaitwa Majuma basi Nasombe, mkurugenzi wa manispaa ya Moshi, tumia fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa fursa na kuturuhusu tutenge asilimia kumi ya mapato ya ndani iende ikawezeshe wanaMoshi tangu Mheshimiwa rais ameingia madarakani hadi leo tumetoa bilioni tano pointi tisa na leo kama mnavyoona, tumetoa milioni mia sita Lakini leo tulitenga bilioni moja kwenda kwa wanamoshi, lakini ambazo tumepata watu wa kukopa ni milioni mia sita Hivyo tuna bakaa ya milioni mia nne ambayo inasubiri wanamoshi waje kukopa. Sisi manispaa yetu bado tunaendelea kuwa na ile furaha, kwa sababu tunaweza kutekeleza yale ambayo tunaelekezwa katika ilani ya chama chetu cha mapinduzi. Leo hafla hii ni ya kugawa mikopo ya asilimia kumi kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa kweli sisi kwetu ni furaha, kwa sababu kila mwaka, kila kona tunalifanya hili jambo, na linaendelea kuwa na matumaini na linaendelea kuwa na faida kubwa kwenye jamii yetu. Niwapongeze wote ambao mmekidhi vigezo, na nyiwe mtaenda kuwa mabalozi wetu wazuri kwenye kata zetu na kuwahamasisha wengine waweze kufuata utaratibu, na mwafundishe wenzenu. nimegundua ni wengi lakini wanakosa mwongozo. Watu wetu wa kata wanafanya vizuri, viongozi wetu kwenye kata wanafanya vizuri, lakini wakiongezeka na nyie kama mabalozi, huenda tutapata watu wengi, watu sahihi kabisa, kutoa mikopo na ile kauli ya kwamba tunatekeleza, tutaifikia kila mmoja kwa usawa kabisa. Asanteni, naomba tuendelee na ratiba kabisa. Nichukue fursa hii kushukuru kwa kutenga muda wako kuja kutufanikisha jambo hili, sisi hatuweza kulipa lakini ninaamini watu wote hapa watakapoenda kupata mikopo hii umeweka alama katika maisha yao hawa, pofumbea dua, pofumbea ili, Marangu, unisho, na wote hawa wataendelea kukuombea dua wa kuombea afya njema ili ukikata nane jima yango mwaka umwisho ujafika hospitali na afya yako endelee kuwa bora zaidi, wewe pamoja na familia yako. Nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wote ambao wamefika katika zoezi hili, basi tunakugawa zawadi hizi, zile zina baraka ndani yake, na kama kuna shari Mwenyezi Mungu aiweke pembeni, kama alivyotuombea dua washeheraji, nichukue fursa hii kuwashukuru sana, sana, sana kwa zoezi. Tunazungumza maendeleo ya vitu, tunazungumzia masuala ya miundombinu ujenzi wa mashule, tunazungumzia mahospitali, barabara nzuri, hayo ni maendeleo ya vitu, lakini leo hii Rais amegeukia sasa wananchi kuhakikisha kwamba anapata watu ambao wanapata maendeleo binafsi binafsi kwa kupitia vikundi kama hivyo. Kwa hiyo ni jambo la kumpongeza sana kwamba maendeleo yanapatikana kwa kubalansi kwa maana ya maendeleo ya vitu pamoja na maendeleo ya watu. Sisi tunaondoka hapa tukiwa tunaishukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini ikiwa chini ya serikali ya mkoa ambayo tunayo hapa chini ya mheshimiwa Nurdin Babu. Shukrani za dhati pia zimwelekee mkurugenzi wa e, e, manispaa ya halmashauri ya Moshi, kwa maana ya Mwajuma Nasombe. Mheshimiwa huyu amefanya kazi kubwa sana kwa kuhakikisha sisi tuko hapa, sio yeye peke yake. Mstahiki meya wa manispaa hii namzungumzia uh, Mheshimiwa Zuberi Abdalla Kidumu, naye ni miongoni mwa watu ambao wamefanya hichi ambacho tumekiona hapa mbele.